Wahudhuria maombi hayo wamesema wamekubali msamaha wa rais William Ruto, ila wakamtaka kutimiza ahadi zake kwao. Vijana hao waliokuwa wakiwakilisha vyuo vikuu nchini, huku na Mbunge wa Dagoretti Kaskazini Beatrice Elachi kwenye maombi akionekana kukiri kuwa viongozi wamewaangusha vijana kwa mwongozo, kama anavyotuarifu Seth Olale. Jumla ya vijana 118 viongozi wa vyuo vikuu mbalimbali nchini walikuwa miongoni mwa wageni waliohudhuria maombi ya kitaifa jijini Nairobi. that them be. Vijana hao wakikubali msamaha kutoka kwa Rais William Ruto ila tu msamaha huo ufuatiwe na vitendo. Kusahameana, tuko na ile inaitwa scars kwa lugha kwa Kiingereza, kwa, kwa hizo scars haziwezi zikatoka, tutazikumbuka milele apart from ku, kuomba msamaha, tungependa kuona ni nini inafanyika, tuweze kusikizwa kwa zaidi, tuweze kukua, tukuhusishwa kwa mambo mengi. Kama vijana tunamsamehe rais but, tuna tunamhakikishia tuna ya kwamba hatujayasahau yaliyofanyika mwaka uliopita. Tumekubali msamaha lakini zile vitu ambayo tumesema na tukaongea tukaelewana, wacha pia atilie maanani na tuone kwamba zimekuja zikafanyika, isiwe tu wanasema tu and then uh, muda ikishapita zile vitu ambayo tumeongelea hatuoni wakizifanya <muchilis> Katika sala yake kwa niaba ya viongozi, mbunge wa Dagoretti Kaskazini, Beatrice Elachi, alisema kwamba vijana nchini ni wanyonge, akimwomba Maulana msamaha kwa kuendeleza uongozi mbaya. But we don't do the right thing, Father. We must hold dearly values such as respect, truth, love, justice, dignity, hard work, and equality. Huku vijana wakiunga mkono wito wa kuomba msamaha na vile vile kujumuishwa ili kuangazia maswala yanayokumba taifa wanataka maslahi yao yazingatiwe kwa kina. Seth Olale, Runinga ya Citizen katika county ya